chetu cha maombi ya kila siku kulingana na nyakati au na wakati tulio nao. Lakini kabla hatujaanza na maombi yetu, basi pengine tusome maandiko kadhaa. Nataka leo nielezee kisa cha mfalme aliyowahi kufia madarakani kwa sababu ya kuonea watu, alafu baada hapo tutaenda tuendelee na maombi yetu ya mfungo ambao tunayo ambao leo ni siku ya kumi Nisome maandiko haya katika kitabu cha wafalme no, katika kitabu cha nyakati wa pili wa pili. Hapa tusome, afu baada ya hapo tutasoma na baadhi ya maandiko, baada hapo tutaendelea na maombi yetu katika nyakati. No, ni nyakati wa kwanza sita kama sita, sita. Sita Nyakati wa Pili wa kumi na sita, kuanzia kile kitabu e, Nyakati wa Pili kumi na sita, kuanzia tu mstari wa saba tutasoma, afu baada ya hapo tutaendelea na maombi yetu. Mstari wa saba inaanza kwa kusema kwamba wakati wakati ule Anania mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu wala kumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo umeokoka limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mikononi mwako. Je, hawa Wakushi na Warubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatoa mikononi mwako, kwa maana macho ya Bwana ukimbia kimbia mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao walio, walio, waliokamilika mioyo kumwelekea kwake. Kwa hiyo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Ndipo asa akamkasirikia mwonaji akamtia nyumbani mwa mkatale, maana amemgazibikia kwa sababu ya neno hilo hasa akawaonea baadhi ya watu wakati ule. Sasa niendelee kidogo mpaka chini uone kisa cha huyu mfalme e, mpaka kwenda kufa hapa e, tu, nikielezea juu juu. Mfalme huyu alikuwa anamtegemea Mungu alikuwa ni mcha Mungu, ila baadaye alibadilika, akaanza kuwa ni mtu ambaye anategemea vitu vya hovyo au mashetani na kwa sababu hiyo eh, kuna nabii au mtu wa Mungu alitumwa aende akamwonye Asa kwamba kwa, kwa haya unayafanya utaingia kwenye machafuko au utakuwa kwenye hali mbaya. Na Mungu anatafuta watu ambao watageuka na kutubu, na Mungu huwa anajizilisha kwa watu ambao wanakuwa na moyo wa ku wa kumtegemea yeye sana na kuhitaji sana yaani kumtajataja sana. La, kwa sababu hiyo huyu mfalme akaambiwa kwamba umefanya upumbavu, kwa sababu hiyo basi nchi yako au itakuwa kwenye machafuko kulingana na hiki ulichoweza kukifanya. Sasa tunasoma kwamba Asa, mfalme akakasirika kwa sababu ya kuambiwa na nabii au mtu wa Mungu kwamba kwa nini umefanya haya mwisho wa siku Biblia inasema kwamba Asa akamtia jela huyu muonaji au huyu nabii. Baada ya kumtia jela, tena wakati huo huo akaanza kuwaonea na watu wengine. Unajua, mimi nachoweza kufahamu kiujumla, e, mtu yoyote akisipokuwa na adabu kwa watu wa Mungu, kwa kanisa au watu wa Mungu manabii mitume, akisipokuwa na adabu kwa hao, akawa na uwezo wa kuwafanya chochote, kuwaonea, kuwaua, kuwafungia makanisa, kufanya chochote, basi mtu huyu anaweza asiwe na adabu kwa mtu yoyote yule ambaye anaweza akana anainuka wakati wowote, na ndio maana Biblia inasema kwamba akawaonea wakati huo huo tena watu wengine, akawafanyia mabaya kwa sababu kama alishindwa kuwa na hofu kwa mtu wa Mungu e, angewezaje kuwa na hofu kwa watu ambao hata hawamchi Mungu na mwisho wa siku Biblia nasema Asa akaonea tena wakati huo watu wengine akaendea kuwaonea lakini nisome sasa kwa kumalizia hiki kisa cha huyu mfalme nini kilichomkuta yeye nini kilichomkuta yeye nisome kwanzia msali tena wa 11 anaendelea sema na tazama mambo ya Asa ya kwanza na ya mwisho angalia yameandikwa katika kitabu cha mfalme wa Yuda na Israeli Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa thelathini na kenda wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Hakutegemea Mungu kabisa, yaani hakuwa na mpango na Mungu kabisa, akategemea waganga na ndio aliyowaendea. Na maandiko yanasema Asa akalala na babaze akafa katika mwaka wa thelathini na hmm, moja wa kumiliki kwake. kwa hiyo tayari hapa Asa akafariki aka au akafa. Mimi kijumla nachoweza kusema Waswahili wago wanasema mwisho wa ubaya ni aibu. Hakuna ubaya wowote ambao unaweza kaufanya ukadhani kwamba utakuacha salama. Kama tulivyoweza kusoma kisa cha huyu mfalme Asa ambaye aliwaonea watu alifanya mabaya kila namna. E, na kuua watu, kumwaga damu za watu wasio na hatia, kufunga watu wa Mungu, mwisho wa siku unakuja. Unaona, huyu Arthur alipatwa na ugonjwa wa miguu, na mwisho wa siku Biblia nasema alifia madarakani, yaani alikufa akiwa yuko, akiwa bado yuko kwenye madaraka. Mimi nachoweza kusema kwamba hakuna ubaya ambao unaweza ukaufanya, fanya vyovyote utakavyofanya hakuna ubaya ambao hautakuingiza kwenye wakati mgumu, kama siwe basi ni kizazi chako kinachokuja. Na ndo maana watu wa Mungu au mtu wa Mungu yoyote alipotokea kwenye dunia yoyote alikuwa ni mtu ambaye ni lazima alikuwa anajaribu kushauri watu kwamba maisha yasiwe haya ya kuonea watu na kuua watu na, na kumwaga damu za watu wasio na hatia mwisho wa siku haya mabaya huwa yanarudi, kwa sababu maandiko yanasema akipandacho mt mtu ndicho atakachokivuna kwenye jana. E, nadhani nilisoma kisa cha mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Nebukadnezar. Nadhani juzi nilisoma kisa cha Nebukadnezar ambaye alishikwa na, na ukichaa kwa sababu naye alikuwa anaonea watu, alikuwa anamwaga damu za watu wasio na hatia. Mimi nisemacho kwamba visa hivi vya kwenye Biblia tunavyovisoma visibaki kama historia tu. Mimi na uhakika katika dunia tuliyo nayo, bado mambo haya bado pia yanaweza yakarejea tena katika zamani tulizo nazo. Cha muhimu watu wa Mungu, yoyote yule ambaye unafuatilia kipindi hiki, mahali popote unapofuatilia, tuombe pamoja, tuendelee kumshirikisha Mungu na kuomba sana kuhusiana hata na nchi yetu mambo haya yanavyoendelea, e, yoyote ile ambaye yeye atakuwa anahusika juu ya watu kuumia kulia na wao wakisema kwamba ndo amani ya nchi, basi iweze kwa namna yote, basi tuendelee kumsihi Mungu kwa maombi, kwa kufunga. Tuendelee kufunga kuomba sana, tuombe sana sana, tena tutuombe sana, na huko wakati huo tukiwa tunajaribu kuwasilisha na kuambia watawala kwamba maisha haya ambao pengine tunaweza tukawa tuna ya ishi ya kumwaga damu za watu wasio na hatia, tujue kwamba mwisho wake waga ni mbaya, kama vile tuliposoma kisa cha Asa. Asa kashikwa na ugonjwa akiwa yuko madarakani. Mwisho wa ubaya ni aibu. Kwa hiyo yoyote ambayo utakuwa na uwezo na uwezo wa kusogea hata ukiwa ni shehe, ukiwa yoyote ile, jua kwamba visa tunavyosoma kwenye Bibilia hata kwenye zamani tulizo nazo, kwa sababu tujue tu hakuna jambo ambalo linakuwa gari na mwanzo lisilo na mwisho wake. Unaweza kuwa mwisho mbaya au mwisho mzuri. Kwa mimi nachoweza kushauri wachungaji, mashehe, yoyote ile nabii, mtume, tumia nafasi ya kujaribu kuongea pia kuhusiana na mwisho wa ubaya ni aibu. Tujaribu kuwaambia hawa watu ambao pengine ndio wanaohusika kumwaga damu za Watanzania hawa wanaojita wasiojulikana. Tujaribu kuwaambia kwamba mwisho wa ubaya ni aibu, wakipandacho watavuna. Hakuna ubaya wote utakaofanya, e, ukabaki tu hivyo hivyo tu, hapana, hata si kama kwenye maisha haya, basi wewe jua kwenye maisha mengine mm -hmm. E, yajayo huko mbele, kinaweza kikajuta kizazi chako, kama si kizazi chako, hata wewe ukaja ukajuta. Katika siku utakazokuwa hai au utakazokuwa unaishi, utasababisha e, dua mbaya watu ambazo watakuwa na kuombea, kila watakapokuwa wanaona na watakuwa nasema, kwa nini hata sasa hajafa? Sasa ukifika hatua mpaka watu wamefika e, stage hiyo, wanaona ni afadhali ungekufa, ni afadhali ungekufa ungekufa. Ni ni dua za watu ndani ya mioyo, na unaweza kaondoka kwa kitu kidogo sana, kitu kidogo sana. Kwa mfano huyu mfalme hasa, hebu waza, yeye ndo mwenye mamlaka, amefanya mabaya kila namna. Kinachokuja kumwondoa sio watu walipambana kumuua, sio watu walipa, ah, ni, ni alishikwa tu na kaugonjwa kadogo tu tena cha miguu cha miguu alishikwa tu na kaugonjwa kadogo tu kadogo tu akaondoka. Na niseme hivi pia kwa wa, mnaojiita waombaji mnaozidi kuomba na ambao pengine mnatazama kwamba mmefunga siku nyingi akitokee chochote, mimi nikwambie, mtoto kwa kadri anapokuwa anakaribia kuzaliwa ambapo ujauzito unakuwa umekua sana, kwa mama anataka kujifungua, ndo hali ya uchungu huwa inazidi. Na pale anapokuwa anaenda kujifungua pia ndio uchungu huo unazidi mara zaidi yake. Lakini anapokuwa ya amejifungua yule mwanamke, basi kuna hali ya furaha ambayo watu wanza kufurahi wote, aidha yeye mwenyewe ambaye anakuwa amemzaa, ingawa yeye anakuwa anaelewa shughuli niliyopitia ni kwa kiwango gani, lakini pia hata baada ya kuzaliwa mtoto kuna watu wao wanafurahia, huko mataifani wanafurahia kazi zake na shughuli zake na nana zozote ambazo na mtoto atakuwa na anazitenda, lakini kuna mtu Alipitia mateso kwa kwa muda mrefu kwa wakati fulani hiyo. Ninachoweza kusema tujue tu kwamba hata kwenye kwenye Biblia kuna wakati fulani Musa alipokuwa anamwambia Farao awaachie watu wa Mungu ndipo Biblia inasema kwamba walipitia watu walipitia wakati mgumu sana Israeli, tena ndo mateso yaliongezeka. Pengine nisome ni kuonyeshe mambo yalivyokuwa siku tu ambayo ndo anaenda tu E, kutoa taarifa za, za, za, habari ya mambo mema e, huyu e, ni, ni, ni, Musa sasa anaenda tu kutoa taarifa kwa majamani, Mungu amenitokea, anataka tu tumwambie Farao kwamba sasa wakati wa kukaa kwenye nchi ya Misri umeshapita, kwa sababu huyu mfalme alikuwa na watesa, alikuwa anaua, alikuwa anaua kweli kweli watoto kwa kiume wote, walikuwa na zako wakiwa bado watoto, anachinja, anaua. Lengo alikuwa anajua hawa wanaweza akawa wakombozi wa nchi yao au taifa lao na akawa akiwaua sana, na wana Israeli waliugua sana, walilia sana sana, waliugua walilia sana. Mwisho wa siku alipotokea Musa, siku ndo anajitokeza tu, anakuta ndugu zake wanaonewa, wanaumizwa, akajaribu kuongea, kwa nini jambo hili linafanyika hivi? Akamuua yule Mmisri. Siku ya pili tena anatoka, anakuta Waibrania kwa Waibrania wanagombana wao kwa wao, akajaribu kuwa kuwasuluhisha, akamwambia wewe, nani aliyekuweka kuwa mwamuzi wetu juu yetu? Na lile jambo likali limefikia limemfikia Farao kwamba Musa alimuua Misri. Limsho siku Musa alikimbia. Na kwa kadri unavyokuwa unatafuta ukombozi utokee, ndipo hali zinapozidi kuwa mbaya, zinapozidi kuwa mbaya. Kwa mfano hapa tunapoongea, hata mzee wangu mbali kama kipesini hayuko pale kambini Mbeya, lakini yote katika yote, tujue kwamba kwa kadi takapokuwa tunajaribu kusii mkono wa Mungu uzidi kutokea kwenye taifa letu, ndipo matatizo yanapoweza yakaa yanaongezeka maradufu yake, au yanapoweza yakaa yanaongezeka mara zaidi yake. Ila hiyo isitupe kukata tamaa na kuona kwamba pengine tukifanyacho, tukisemacho, tuombacho hakitoi matokeo hapana tujue kwamba huko wakati ambao Mungu yeye mwenyewe am, atakapokuwa ameuruhusu, kwa sababu wakati mwingine huacha watu wajitutumue, wazidi kujionyesha kwamba ikiwa na yule nimemweza, ikiwa na yule nimemuua, iki ndo watu wanakuwa wamekata tamaa kabisa, na kuona kwamba hakuna kinachoweza tena kikatokea, hakuna kinachoweza kikatokea kwenye taifa letu, yani hapa tushakwisha lakini ukombozi wa Mungu uko kwenye hali ya watu wanapokuwa wamekata tamaa kabisa. Mfano kisa tukisoma kile kisa cha cha cha cha cha cha cha cha cha Mfilisti yule Goliath. Hebu acha nisome hata hii kwa sababu ya muda nataka tukaombe sasa. Hata hata yule yule Goliath alipokuwa ametokea. Unaona hizi leo watu wako nakimbia. Lakini mwisho wa siku tunakuja tunasoma kwamba eh, alitokea kijana mdogo Daudi na kuleta ukombozi. Sasa hapo walikuwa washakata tamaa watu, siku nyingi zilikuwa zimepita kama siku 40, maana yake mwezi mzima. Akitokea tu Goliati wote wanarudi nyuma na kukimbia. Basi acha twende tukamwombe Mungu. Mungu wa mbingu na nchi, tunakuamini sana, wewe ni Mungu unayeweza ukafanya jambo jipya kwenye taifa letu. Sisi ni wale ambao tunahitaji msaada wako daima. Bwana, tazama kama vile ambavyo tunavyosoma Asa alifia madarakani kwa kuonea watu na kufunga watu wa Mungu na kusababisha mazira na mabaya kwa watu wako. Lakini Mungu wewe, usiyekaa kimya siku zote na humlipa kila mtu sawasawa sawa na matendo yake, ulimlipa hasa kwa kusababisha ugonjwa wa miguu, aliyewatesa watu na kuwafunga watu siku nyingi, aliyewaumiza watu na kuwatesa watu na kuwaonea watu na alikuwa wezekana na nguvu sana za kufanya kila jambo ambalo yeye alikuwa na uwezo wa kulitenda, lakini Mungu uliweza kusababisha kisasi chako kwa mtu huyo aliyekuwa akiwaonea watu wako Bwana, hata ukasababisha kifo ambacho kilikuwa ni dhaifu sana cha kuugua kwa ugonjwa wa miguu. Ninaamini Bwana, hata kwenye taifa letu hili unaweza ukaleta ukombozi wako. Tunakusii e Mungu wa neema Bwana, kama ikiweko dhambi yoyote ambayo tumeitenda mbele zako Bwana, hata ukatuacha kwa kiwango hiki, tunatubia mbele zako, tunatubia mbele zako. Uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, kwa wingi wa rehema zako, kwa wingi wa rehema zako, kwa wingi wa rehema zako kwa wingi wa rehema zako, kwa wingi wa rehema zako, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu watu wako, turehemu watu wako, turehemu watu wako, turehemu watu wako. Bwana, tunakuomba ukombozi wako, tuna ukombozi wako, ukombozi wako wa taifa hili ukombozi wako wa taifa hili, ukombozi wako wa taifa hili, ukombozi wako wa taifa hili, ukombozi wako wa taifa hili, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ee Bwana uliyefanya upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu kupitia mwanao Yesu Kristo Bwana, hata ukaweza kukiondoa kiambaza cha dhambi zetu. Tunakuomba Bwana tena, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu, itikia dua zetu.

Tulumie Bwana watu wako, Tulumie Bwana watu wako, Tulumie Bwana watu wako, turumie Bwana watu, watu wako. Wewe ulipae kisasi, wewe ulipae kisasi. Tunasoma kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Danieli, walipotumwa wale askari kwenda kuwakamata Shedra kimesha na kina, kina Bedinego, walipokuwa wameenda kuwakamata ili kuwatupa kwenye tanula la moto, Bwana Ee Mungu, tunasoma ya kwamba wale waaskari wakaliwa kule mwaka wa moto uliokuwa umewekwa kwa ajili ya kuwalamba kina shinda kimesha kina, kina benedo, hata wao waliweza kutupwa kwenye kweli, kwenye ile tanuru wakalo moto, lakini wao walionekana wakiwa wanatembea ndani ya ile tanuru hata hawakuweza kuungua. Hata nguo walizokuwa wamezivaa Bwana hazikuweza kupatwa na hali yoyote ya moto. Tunakuomba Mwokozi, tunakuomba Mwokozi, tunakuomba Mwokozi, tunakuomba Mwokozi, tunakuomba Mwokozi, Hawa adui zetu wanaotufuatia juu yetu, hawa askari wanaotufuatia juu yetu, wanaotumwa hawa wasiojulikana, wanaotumwa kwa ajili ya kupoteza watu wako wa Tanzania, tunakuomba Mungu, tunakuomba, tunakuomba e Mwokozi, tunakuomba, tunakuomba e Mwokozi, tunakuomba, tunakuomba e Mwokozi, tunakuomba

Tunakuomba, tuna kuomba imokozi tuna kuomba imokozi tuna kuomba imokozi zetu itikia dua zetu itikia dua zetu itikia dua zetu dua zetu dua zetu itikia dua zetu dua zetu katika jina, eh, eh, jina la Yesu Kristo aliye hai katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina Yesu katika jina Yesu katika jina Yesu katika jina, jina Yesu tuna kuomba e Baba tunakuomba e Baba, tunakuomba e Baba, Baba, tunakuomba e Baba, tunakuomba e Baba, tunakuomba e Mwokozi, Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai Mwokozi uliyai, he Bwana etikia E Bwana itikia, e Bwana itikia dua zetu, juu ya waovu wetu, juu ya waovu hawa, wanaotesa miili yetu, wanaotesa saikolojia zetu, ambapo tumefika hata hatuoni ni wapi njia itatokea. Lakini Bwana, tunaamini mkono wako ni mkubwa a, ukafanya jambo, ukafanya jambo, ukafanya jambo zaidi ya yote. Bwana atawale ambao pengine tuliwatazamia waweza kuwa ukombozi juu ya taifa lako hili. Hata hapa tunapoongea wako kwenye hali mbaya, wengine wamepotezwa, wengine wameamua kukimbia nchi kwa sababu ya hali inayoendelea ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, ndani ya taifa lako hili la Tanzania, tunakuomba e Mwokozi tunakuomba kuomba e Mwokozi tunakuomba e Mwokozi tunakuomba kuomba e Mwokozi tunakuomba e Mwokozi tunakuomba tuna kuomba e Mwokozi mwangalie hasa wa taifa letu mwangalie hasa wa taifa letu mwangalie hasa wa taifa letu mwangalie hasa wa taifa letu hasa ametutesa hasa ametutesa hasa ametutesa hasa ametutesa hasa ametutesa, hasa ametutesa asa ametutesa asa ametutesa asa ametutesa asa ametutesa asa ametutesa asa ametutesa tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi tunakuomba mokozi. Jehova milele Jehova milele Jehova milele Jehova milele Jehova, Jehova mokozi Bwana, tunaomba Baba tusikie, tunaomba utusikie, tunaomba utusikie, tunaomba utusikie, ile damu yako Bwana iliyomwagika Yesu msalabani ili kufanya upatanisho kati ya wanadamu na wewe Mungu, tunaomba itusafishe, watu wako isafishe dhambi zetu, isafishe dhambi zetu, isafishe dhambi zetu ambazo tumekutenda Bwana, hata ukatuacha mbali na upeo wa uso wako. E Bwana turumie, e Bwana turumie, e Bwana turumie, e Bwana turumie, e Bwana turumie, e Bwana turumie, e Bwana uturumie

Tunakuomba ebwana, tunakuomba ebwana, tunakuomba ebwana, tunakuomba ebwana, tunakuomba ebwana, tunakuomba ebwana, tunakuomba ebwana, tuna kama walivyoweza kumuondoa hasa kwa ugonjwa wa miguu, hata sasa inawezekana. Hata sasa inawezekana hata sasa inawezekana hata sasa inawezekana hata sasa inawezekana hata sasa inawezekana tunakuomba Jehova tunakuomba Jehova tunakuomba Jehova tunakuomba Jehova tunakuomba Jehova tunakuomba Jehova tunakuomba Jehova angalia Bwana, angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi angalia mokozi Bwana tunakuomba Bwana tunakuomba Bwana tunakuomba Bwana tunakuomba

tunakuomba Mokozi, tunakuomba Mokozi, tunakuomba e Baba, tunakuomba e Baba, Baba turumia ebaba watu wako, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angalia Bwana, angaliya mokozi Jehova, tunakuomba Jehova, tunaomba Jehova, tunaomba Jehova, tunaomba Jehova, tunaomba Jehova, tunaomba Jehova, tunaomba Jehova, Bwana Jehova, Bwana Jehova, Bwana Jehova, Bwana Jehova, Bwana Jehova, Bwana Jehova, Bwana Jehova, Bwana Jehova, Bwana Jehova, Bwana tunakusi Baba, tusikie Utusikie kama mwimbatenzi anavyosema, Yesu, Yesu, Yesu, unapozuru wengine na mimi usinipite. Tunaomba Baba tusikie, Bwana sisi tusikie, na sisi tusikie, watu wako tusikie, watu wako tusikie, watu wako tusikie, watu wako tusikie, watu wako

Tunakuomba e Baba, kama ulivyoweza kusikia kilio cha wana wa Israeli kutoka kwenye nchi ya Farao nchi ya Misri Bwana, iliyokuwa nchi ya uchungu iliyokuwa nchi ya uchungu iliyokuwa nchi ya uchungu, ukawapandisha kwenda nchi ya Kanaani. Hata nchi yetu Bwana unaweza kutotoa chini ya mkono wa Farao, chini ya mkono wa Farao, chini ya mkono wa Farao, chini ya mkono wa Farao, chini ya mkono wa Farao. Yawezekana kweli atuombe.